ya kuendelea na au biashara kwa wale ambao wameanza, kile ambacho tayari ulishakianzisha ukiendeleze, lakini kile ambacho ulishakianzisha ongeza nguvu, kwa sababu sasa hivi wa una muda wa ziada ajiri wala uchoki, una muda wa ziada. Kuna watu ambao kwa uelewa wa kazi zao au ubobezi wanaweza kuwashauri. Hiyo ni fursa nyingine kwa wenzetu. Ukiangalia kwa nchi zilizoendelea, umri huu wa kustaafu ndio umri wa kujitolea. Unajitolea kwenye taasisi au mashirika mbalimbali, na wanalipa kwa sababu wanaamini wewe una uzoefu. Miaka sitini kazini sio kitu kidogo, miaka 60 imagine tu, kazi tu ya kawaida ya kufungua geti na kufunga, miaka arobaini kufungua geti, huyu ni mtu tu wa pale geti, hivi unajua, ana uwezo wa kukuangalia tu akajua huyu mwizi, huyu sio mwaminifu. Ina maana ana uzoefu katika hiyo kada yake. Hakuna kitu ambacho tunashindwa au hakina mchango wote. Kwa hiyo unaweza kutumia, kuna fursa hiyo ya kuwa mshauri Ufunzo kingine ki kikubwa ambacho kinawaua au kinawaumiza wazee wetu wanapostaafu wa wa ni kukaa idle. Unajua unaweza ukawa wanahela lakini, tangu asubuhi ki... umekaa tu pale tu, niambie kweli, unakuwaje kiuhai? Uko hai lakini kimoyo na akili unaenda unakufa kidogo kidogo, jamii Unaweza kujiinvolve kwenye NGOs ambazo zinafanya foundation mbalimbali za kusaidia watoto za kidini na nyingine zozote ambazo ziko katika eneo lako. Lakini uzingatifu zaidi ni uwepo kwenye matumizi ya rasilimali. Usije ukajiingeni kwenye kitu ambacho tena kinaenda kudrain kile kidogo ulichonacho. Wewe sasa hivi unachotakiwa unatumia ile akili yako, uzoefu wako na weledi wako kurudisha kwa jamii, na sio kurudisha tena kutoka mfukoni, kwa sababu sasa hivi unaenda kuishi kwa kile kidogo ambacho unaenda kukipata au unakuwa unakizalisha.